Hey, mambo vipi? Karibu katika channel hii ya Feaboy. Katika video hii na kuenda kuonyesha jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya kidato cha nne, kidato cha sita, darasa la nne, darasa la saba, kidato cha pili, kidato cha nne. Hatua uh, ya kwanza kabisa utaingia katika Google Chrome au katika Google au katika browser ya aina yoyote ile unayoitumia katika simu yako Then sehemu hiyo ya search box utaandika utaandika necta.go.tz, utaandika necta.go.tz. Alafu baada ya hapo utasearch. Ukisearch okay, basi ita, itakuja itafunguka official website ya necta, itafunguka official website ya necta kama jinsi ambavyo unaona katika screen ya simu yako hapo. The National Examination Council of Tanzania itafunguka namna hiyo, na baada ya kuweza kufunguka basi, uta scroll chini kidogo, achana na ila welcome to NECTA Website, thank you for visiting payment generate control number kwa utashuka chini kabisa mpaka hapa sehemu hii iliyoandikwa events. Utakuja katika sehemu ya event, kwa hapo utaweza kuona sasa Ha, matangazo kama kuna matokeo yoyote yametoka, eidha matokeo ya kidato cha nne au kidato cha pili au darasa la nne au darasa la saba au kidato cha sita, matokeo yote utayakuta hapa katika sehemu hii ya news. Kwa hiyo usiingie katika website ambazo hazihusiki, angalia website inayohusika ni ipi na, na kutoa taarifa muhimu au taarifa maalum. Kwa hiyo hii hapa ni website ya NECTA na ni website official website ya Necta ambayo taarifa zote za matokeo utayapata katika website hii. Kama unavyoona tangazo lao la mwisho ilikuwa tarehe 25 Machi 2025, ambapo hii inahusu timetable ya mitihani ya kidato cha sita, lakini pia kuna hizi zote kama unavyoona ni timetable za mitihani ambayo alikuwa ametoka, lakini ukija Januari hapa tarehe 23 utaona matokeo ya mtihani wa kidato cha nne ulivyokuwa umetoka 2024 2. Ok, kwa matangazo yote ya matokeo utayapata katika website hii ya NECTA. Hii ni official website ya NECTA, matokeo yote yanayotokana na mambo yote yanayotokana na shule kama ni examination format, kama ni examination guidelines, registration period zote, school candidate registration vitu vyote kuhusiana na shule utazipata katika website hii ya NECTA. Okay, utazipata katika website ya NECTA. Hii hapa ni National Council of Tanzania. Kama ni mara yako ya kwanza, basi unaingia katika website hii au katika channel hii ya Feaboy TV, usahau kusubscribe, kulike na comment. Pia unaweza ukaacha maoni yako katika sehemu ya comment section ya video hii. Asante na karibu.